Waziri wa maji na umwagiliaji Gerson Lwinge amewataka wananchi na madiwani wa jiji la Arusha kutoa ushirikiano kwa mamlaka ya maji taka na maji safi ya Arusha katika kukabiliana na tatizo la wizi wa maji unaoikabili mamlaka ya maji kwa muda mrefu sasa. Waziri Lwinge amesema hayo jijini Arusha alipokuwa akizungumza na viongozi wa serikali, madiwani pamoja na wafanyakazi wa mamlaka ya maji ambapo amesema tatizo la wizi wa maji ni lazima lishughulikiwe ndani ya mamlaka yenyewe pamoja na jamii huku akiomba ofisi ya bonde la Pangani kusaidia kufanya uchunguzi wa kubaini iwapo maji yanayotumiwa na, na mahoteli makubwa ni ya visima kama inavyodaiwa. Mwandishi wetu Sechelela Kongola na taarifa zaidi. Baadhi ya viongozi wa serikali, madiwani pamoja na wafanyakazi wa mamlaka ya maji taka na maji safi jijini Arusha wakiwa wamekutana na waziri wa maji Gerson Rwenge ambaye amefanya ziara ya kutembelea vyanzo vya maji vya Nduruma na Machari, lengo likiwa ni kuona miradi ya maji pamoja na changamoto zake. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na maji taka mhandisi Ruthi Koya amesema mamlaka hiyo inakabiliwa na upungufu wa vyanzo vya maji pamoja na uwizo wa maji ambapo wanapoteza asilimia arobaini ya maji yanayozalishwa, huku mwenyekiti wa bodi ya mamlaka hiyo Felix Mrema akisema tayari bodi imeshachukua hatua za kukabiliana na baadhi ya changamoto. Watumishi wasio waaminifu pia wamekuwa kishiriki katika maunganisho ya maji kinyume na taratibu za ausa na pia kushiriki katika wizi wa maji. Mheshimiwa mwenyekiti, hili limekuwa tatizo kwa watumishi wasio waaminifu, sio watumishi wote. Mheshimiwa waziri, pia taasisi za serikali kutolipa ankara zao za maji kwa wakati, na mikakati tulionayo ya kusimamia mchakato mzima wa uzalishaji na usambazaji wa maji katika jiji letu la Arusha, hasa hasa kwenye kukamilisha ule mradi wa DMA na GIS na kuintegrate kwenye mtandao wa malipo. Waziri wa, wa maji na umwagiliaji Gerson Lwenge akiongea na wafanyakazi wa mamlaka hiyo amesema upo uwezekano mkubwa wa kuzuia wizi wa maji iwapo wafanyakazi wa mamlaka watafanya kazi kwa uadilifu na kwa kushirikiana na jamii. Lakini la wizi, naomba sana ndugu zangu wafanyakazi wa usa, tunaomba sana kila mmoja sasa abadilike pale alipo, kwamba jamani, sasa tuna kazi kubwa ya kuwapelekea watanzania maji. Haya maji yanayoibiwa, sisi tunajua, haiwezekani. Kuna kiongozi wa mtaa, kuna balozi, kuna mwenyekiti, kuna mkuu wa wilaya, kuna diwani. Hivi kweli maji yanaibiwa maeneo yetu hatujui? Katika chanzo cha Machali, baadhi ya wananchi waliojitokeza wakahoji kuhusu uwezekano wa mashamba yao kuchukuliwa, ambapo waziri wa maji akatolea ufafanuzi. Haa, watoto nimewalelea kwa hii Tindiga hii Njoro, kuwasomeshea mpaka mkawa wa waziri mpaka mkawa wa diwani mpaka mkawa maprofesa hivi, lakini sasa mnasema nakuja kuchukua. Tunasema tutaendeleza hapa, tupate maji kwa ajili ya wewe pia wewe tunahitaji maji, e, chukua maji. Ndio hayo tunayotaka kufanya. Meya wa jiji la Arusha Kalisti Lazaro amesema swala la maji halina itikadi ya vyama, hivyo ni muhimu kwa kila mdau kuwajibika ili wananchi wote wapate maji popote. Kwenye chanzo cha maji iwe kwenye kata yangu imezuiwa na mtu, mimi naomba mnipeleke hapo, mimi niyo wa kwanza kumwondoa huyo mtu na ye kwa sheria, hiyo ndio Mahitaji ya maji kwa jiji la Arusha ni lita milioni 94.6 kwa siku huku mamlaka hiyo ikizalisha wastani wa lita milioni 38 kwa siku. Sichelela Kongola, TBC1, Arusha.